Jumatano iliyopita ndege ya shirika la Air India kutoka Chicago kwenda New Delhi ililazimika kurejea saa kadhaa katika safari yake baada ya vyoo kumi na moja kati ya kumi na mbili kwenye ndege hiyo kuzibwa na matambara, nguo na mifuko ya plastiki. Flight AI 126 ilikuwa saa tano katika safari yake, wakati ililazimika kugeuka, kulingana na tovuti ya ufuatiliaji wa ndege ya FlightAware. Wafanyakazi waliarifiwa kwa mara ya kwanza kuwa baadhi ya vyoo havikuwa na utaratibu, saa moja na dakika 45 za safari ya ndege. Baadaye waliamua kuwa vyoo nane kati ya 12 havitumiki, na kusababisha usumbufu kwa wote waliokuwemo, msemaji wa Air India alisema katika taarifa. Uchunguzi uliofuata wa tukio hilo ulibaini kuwa mifuko ya polythene, vitambaa na nguo miongoni mwa vitu vingine vilikuwa vimetolewa kwenye vyoo na kukwama kwenye mabomba, taarifa hiyo ilisema. Hali hiyo ilijiri huku ndege hiyo aina ya Boeing 777-300ER yenye nambari ya usajili Victor Tango Alpha Lima Quebec ikiwa juu ya bahari ya Atlantiki, lakini kwa sababu ya vikwazo vya kufanya kazi usiku katika viwanja vya ndege vya Ulaya, uamuzi ulifanywa kurejea Chicago. Uamuzi wa kugeuza njia ulichukuliwa kabisa kwa ajili ya faraja na usalama wa abiria, msemaji huyo alisema. Data juu ya FlightAware inaonyesha kuwa safari ya jumla ya ndege hiyo ilikuwa takriban saa kumi na kwamba ilizunguka Greenland. Huko Chicago, abiria walipewa malazi ya hoteli na njia mbadala za ndege, kampuni hiyo ilisema. Msemaji huyo alibainisha kuwa hii haikuwa mara ya kwanza kwa vitu vya kigeni kupatikana kwenye vyoo vya Air India. Blanketi, nguo za ndani na diapers miongoni mwa taka nyingine zimetolewa kwenye vyoo kwenye safari nyingine za ndege.